Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tuwezesha kukutana hapa kwa shughuli tuliyoikusudia. Shughuli yetu leo hapa ni kuja kumwapisha Waziri Mkuu mpya wa serikali yetu wa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba tunakupongeza. Tupo hapa viongozi wote wa taifa hili kutoka pande zote mbili za Muungano, waliopo madarakani na wastaafu wote, tumekuja kukushuhudia ukilibeba jukumu kubwa la kuwa kiongozi wa shughuli za serikali, la kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dkt. Mwigulu, uteuzi wako. Umepitia ushindani mkubwa, ushindani mkubwa, na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao na vigezo vyote vilivyopimwa. Tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili. Kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, narudia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo inatakiwa kuyaangalia. Kwa hiyo kama nilivyosema tukutakie kazi njema. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kasimu aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako vishawishi ni vingi, vya marafiki, ndugu, jamaa na wengine. Vishawishi ni vingi. Nafasi yako ile haina rafiki, haina ndugu, haina jamaa ni nafasi ya kulitumikia taifa hili. Kwa hiyo nikutakie kila laheri katika utumishi wako, na mengine tutaelezana kwenye vikao vyetu vya ndani pamoja na baraza la mawaziri. Nikutakie kila laheri, na walioko hapa wote wamekuja kukushuhudia tukikubebesha mzigo huo, na umetuthibitishia jana kwamba una uweza na utakwenda kufanya kazi na kutakia kila la heri. Asante sana. <coughs>